Mobutu Sese Seko, utawala, enzi na siri za mfalme wa Kongo. Mobutu Sese Seko ni mmoja wa viongozi waliotawala Afrika kwa muda mrefu zaidi katika karne ya 20. Ni jina ambalo likitajwa linakumbusha mchanganyiko wa nguvu, woga, karisma, ufisadi, uimara wa kisiasa na udikteta uliosheheni mbinu za kisasa na za kitamaduni lakini ili kuelewa jinsi alivyoweza kutawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka thelathini, lazima turudi nyuma kwenye safari yake ya kijana maskini kutoka Ekuator hadi kuwa mwenye nguvu kuliko wote nchini humo, mara nyingi akiitwa Leopard wa siasa za Afrika. Kuzaliwa kwa kiongozi machanga. Mbutu alizaliwa mwaka 1930 kule Lisala, mkoa wa Ekuator, kwa jina Joseph Desire Mobutu. Alikuwa katika mazingira magumu, baba yake akifariki mapema na mama yake akibeba mzigo wote wa kulea familia. Hata hivyo, Mobutu alikuwa mwerevu, mchunguzi wa hali ya juu na mwenye roho ya uongozi. Akiwa kijana, alijiunga na jeshi la kikoloni la Wabelgiji maarufu kama Force Publique. Hapo ndipo alipojifunza nidhamu, mbinu za kijeshi na umuhimu wa muundo wa amri, maarifa ambayo baadaye yangemsaidia kujenga utawala uliodumu kwa miongo Kupanda kwa nyota yake wakati wa uhuru. Aliporudi kutoka jeshi, Mobutu aliingia kwenye uandishi wa habari. Hapa ndipo alipoanza kupata marafiki wenye ushawishi, akiwemo Patrice Lumumba ambaye angekuja kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo baada ya uhuru mwaka 1960. Lumumba alimpenda Mobutu kwa sababu ya ustadi wake, uwezo wa kupatanisha watu na uhusiano wake na maafisa wa Kibelgiji. Alichaguliwa kuwa mkuu wa majeshi, ingawa bado alikuwa kijana mdogo sana. Lakini uhuru wa Kongo haukuja na utulivu. Taifa lilizama kwenye machafuko ya kisiasa, majeshi kutoti na mapinduzi yaliyokuwa yakijaribiwa kila upande. Migogoro hii ilitoa nafasi kwa mobutu kuonyesha uwezo wake wa kupanga, kusubiri na kupiga hatua wakati sahihi. Mapinduzi ya 1960, Mobutu anajipandisha kileleni. Baada ya miaka mitano ya vurugu, misukosuko na migawaniko, Mobutu aliamua kuchukua hatua ya mwisho. Mnamo Novemba 1965, alifanya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanikiwa bila upinzani mkubwa. Hapo ndipo safari yake ya utawala mrefu ilipoanza rasmi. Alijitangaza kuwa rais wa jamhuri ya Kongo na kusema kuwa angeleta nidhamu, umoja na maendeleo. Wengi walimkaribisha kwa matumaini. Alitoa ahadi ya amani katika nchi iliyokuwa imechoka na mateso ya vita vya ndani. Utawala wa wa nguvu. Kujenga mfumo wa Mobutuism. Mobutu alitengeneza mfumo wa utawala ambao ulimpa nguvu zisizoyumbishwa. Kati ya misingi yake kulikuwa mambo matatu makuu: udhibiti wa jeshi. Mobutu alihakikisha kuwa jeshi linamti yeye binafsi, aliwapa maafisa vyeo, fedha na marupurupu. Walionyesha dalili za kutaka kumpinga walihamishwa, kupunguzwa madaraka, au kuwekwa kando kimyakimya. Chama kimoja cha kisiasa: mwaka 1967, alianzisha MPR Movement Populaire de la Revolution. hiki kilikuwa chama pekee kinachoruhusiwa Alisema MPR ndio Zaire, na Zaire ndio MPR. Kwa maneno hayo aliamua kufuta aina yoyote ya upinzani. 3. Utamaduni wa utii. Mobutu alijenga utambulisho wa kitaifa unaomzunguka yeye kama kitovu. Picha zake ziliwekwa kila ofisi, sherehe za kitaifa zilimsifu na hotuba zake zilitangazwa kwa uzito mkubwa. Alijipa jina refu lenye uzito, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga, linalomaanisha kwa tafsiri ya karibu, mshindi anayetembea kutoka ushindi hadi ushindi. Zaire na siasa za Uafrikaishaji mwaka 1971. Mobutu alibadilisha jina la nchi kutoka Kongo kuwa Zaire. Alitaka kuvunja mabaki ya ukoloni na kujenga utambulisho wa kitaifa. Majina ya Kibelgiji yalifutwa. Watu waliambiwa wachukue majina ya Kiafrika na mavazi ya Kimagharibi yakapigwa marufuku katika taasisi za serikali. Wazo hilo lilivutia wengi barani Afrika. Lakini ndani ya nchi kulikuwa na changamoto. Mabadiliko hayo yaligusa mali, biashara na hata maisha ya watu waliokuwa hawanajiandaa utajiri, ufisadi na kujenga utawala wa watu wachache. Moja ya mambo yaliyomweka Mobutu kwenye rekodi za dunia ni kiwango cha utajiri aliyojikusanyia wakati wa utawala wake. Wakati wananchi wengi walikuwa masikini, Mobutu alimiliki ikulu nyingi nchini, majumba nje ya nchi, hesabu za benki Ulaya, ndege binafsi, utajiri unaokadiriwa kufikia mabilioni ya dola. Lakini haikuwa tu kuhusu mali. Mobutu alijenga mtandao wa watu wenye nguvu waliotegemea uongozi wake. Kwa kuwapa mali madaraka na nafasi za ufalme, aliwafanya wawe watiifu daima. Kula mradi usimshike Mobutu shingoni, hii ilikuwa kauli iliyotawala serikalini kwa miaka mingi. Sanaa ya kugawanya na kutawala. Mobutu alikuwa mtaalamu wa siasa za kuzuia migawanyiko kwa njia ya busara na wakati mwingine hila. Alihakikisha hakutokea kiongozi wa kijeshi mwenye nguvu kushinda yeye, hakutokea kiongozi wa siasa mwenye umaarufu kuliko yeye, hakutokea kabila moja lililopata nguvu kupita mengine. Kwa mbinu hizi aliweza kuzuia majaribio mengi ya kumpindua. Uhusiano na mataifa ya nje, Marekani, Ufaransa na vita baridi. Katika enzi za vita baridi, Mobutu alijipanga vizuri kati ya mashariki na magharibi. Alijionyesha kama rafiki wa magharibi na adui wa ukomunisti. Marekani, ufaransa na ubelgiji zilimpenda sana kwa sababu aliwapa utulivu katika eneo ambalo lilikuwa muhimu kimkakati. Akawa mtu wao barani Afrika. Walimpa misaada ya kifedha, silaha, ushirikiano wa kisiasa, ulinzi wa kimataifa. Kwa msaada wao Mobutu alidumu wa madarakani kwa muda mrefu sana kuliko viongozi wengine wengi. Nchi inaanza kutetereka, uchumi unaporomoka. Kufikia miaka ya 1980 mambo yalikuwa magumu, uchumi wa Zaire ulizama, rushwa ilikithiri. Kampuni za serikali zili wananchi walichoka, lakini Mobutu aliendelea kutumia mbinu zake kuwahadhaa wapenzani, kufanya marekebisho ya juujuu na kuwashawishi wafadhili kwamba anaweza kufanya mageuzi. Wakati huo huo, afya yake ilikuwa ikidhoofika na upepo wa mabadiliko katika Afrika ulianza kuvuma. Kuingia kwa mizozo mepia, mapinduzi ya Nendinus, kuanguka kwa umoja wa Kisovieti kulibadilisha mazingira ya kimataifa. Marekani haikuhitaji tena marafiki wa kupambana na ukomunisti. Msaada ukaanza kupungua. Mashinikizo ya demokrasia yakawa makali. Wakati huo huo, vita ya Rwanda na matarajio ya waasi katika Zaire yalitoa nafasi kwa kundi la Laurent Desire Kabila kuanzisha vuguvugu jipya la upinzani likiungwa mkono na Rwanda na Uganda. Mwisho wa utawala wa Mobutu. Waasi wa AFDL wakiongozwa na Kabila waliteka sehemu kubwa ya mashariki na kuanza kusonga hadi Kinshasa. Jeshi la Mobutu lilidorora, marafiki wa kimataifa walimwacha, Kabila aliendelea kujiimarisha. Mobutu ambaye hapo awali alikuwa mfalme wa siasa za Afrika, sasa alikuwa hana budi ila kukimbilia nje ya nchi. Mwezi Mei 1997, Laurent Kabila aliingia Kinshasa bila upinzani mkubwa. Hapo ndipo utawala wa Mobutu wa zaidi ya miaka 32 ulipofika mwisho. Mobutu alikimbilia Moroko, ambako aliishi kwa kipindi kifupi kabla ya kufariki mwaka huo huo. Urithi wa Mobutu, hadithi ya utata, nguvu na funzo la kisiasa. Utawala wa Mobutu unaacha maswali mengi. Je, angeweza kuongoza bila udikteta? Je, chi ingekuwa bora bila ufisadi uliokithiri? Je, msaada wa mataifa ya Magharibi ulimpa nguvu kupita kiasi? Lakini kwa upande mwingine alileta utulivu kwa kipindi ambacho mataifa mengine ya Afrika yalikuwa ya kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Alijenga utambulisho wa kitaifa, ingawa kwa njia za mabavu. Alikuwa kiongozi mwenye karisma ambaye alijua kutumia lugha, mavazi na ishara za nguvu. Hata hivyo, kile kilichobaki baada ya kuondoka kwake kilikuwa ni uchumi ulioporomoka, miundombinu dhaifu, serikali iliyojaa rushwa, taifa lililoendelea kupigana kwa miongo. Mobutu atabaki katika historia kama mfano wa mchanganyiko wa uimara na udhaifu wa kiutawala barani Afrika, kiongozi aliyepanda juu kutokana na fursa, ujasiri na ujanja, lakini akaporomoka kwa sababu ya mfumo